Ninakusalimu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika siku ya leo, ambapo tunamshukuru Mungu aliyetupatia nafasi ya kukutana hapa katika kipindi hiki cha Kivulini, kipindi ambacho kimeendelea kutupa taarifa mbalimbali za idara tofauti tofauti ndani ya Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Ninaitwa Spora Mseli Molon Talima, nimekuwa naye uh, mchungaji Joni Robi Nyeibago ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji Union Mission ya kusini mwa Tanzania, a, ambaye na leo tunaendelea kuwa naye hapa kwa ajili ya mwendelezo wa sehemu ya tatu ya kipindi chetu. Kabla ya kuanza kipindi katika siku ya leo, nikualike ujumuike nasi katika ombi la kufungua. Tuombe. Baba yetu mwema, asante sana kwa ajili ya wakati huu. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kutufunulia nuru hii kupitia mtumishi wako Mchungaji Joni Nyaibagu. Tunapoanza kipindi katika siku ya leo, tunakualika tena uwe pamoja nasi tukiomba umwongoze yale yote ambayo atatu Uh, eleza namna ambavyo idara zinafanya kazi yakiweze kuwa sehemu ya baraka na kutusaidia sisi kuwa sehemu ya kuisaidia huduma hii kuwafikia wengi zaidi. Tunaomba uwe pamoja nasi sasa hata mwisho kwakuwa tumeomba kupitia jina la mwana Yesu Kristo Amen, amen. Naam, mchungaji karibu sana. Asante sana. Habari ya majukumu Amina. habari ya idara ya uchapishaji mambo yanaendaje? Nashukuru Mungu, kazi inaendelea. Naam, ya kila siku ambayo Mungu anatupatia ni siku mpya na mm -hmm. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa kazi. Amina. mm -hmm. Amina. Naam, leo tunaendelea na sehemu ya tatu ya kipindi hiki ambapo tayari aa, tumefahamu idara hii ilianza lini, lakini tumefahamu aa, nguzo mbalimbali zilizopo ndani ya idara hii. Na sasa, mchungaji, tulishaona nguzo mbili, tukaziona kwa upana wake zinavyofanya kazi, na leo tunatamani tuifahamu nguzo ya tatu ya idara hii ya uchapishaji. Karibu. Asante sana. Nguzo hii ya tatu ambayo ina komplimenti au inafanya hii idara isimame mm. Ni chuo tunaita seminari ya machapisho. Seminari ya machapisho, Ye, seminari ya machapisho. Mm -hmm. kama ambavyo yanza ungekuwa na kila kitu, lakini bila kuwa na maarifa mm. Eh, hakuna kitakacho safiri mm. Eh, unajua tunaposema kitabu yote hayo ni maarifa, maana mchakato ule wa kuchapisha kitabu kingeenda kwenye mashine kule, ndio ndio ungeona kabisa namna, yani, kinavyochanganywa zile mm -hmm. mpaka zinatokea zinafungwa mm -hmm. kinakuwa kitabu. mm -hmm. kwa hiyo ni maarifa. Sasa hii nguzo, hii nguzo, hii nguzo ya tatu ni nguzo ya maarifa. mm -hmm. Ah, uh, iligunduliwa kwamba bila kuwa na chuo mm -hmm. kinachoweza kuandaa eh, kanisa kinaandaa jeshi la wainjilisti wa vitabu Mm. E, waliofundishwa waliofundishwa namna ya kubeba kitabu namna ya kukiwakilisha, mm. namna ya kukifikisha kwa mtu namna ya kumwonyesha mtu faida mm -hmm. zilizomo katika kile kitabu mm. kazi singeenda kwa kasi hivi, ndio e. Kwa hiyo chuo nacho kinakuwa ni sehemu <coughs> ukisoma aa, katika kitabu cha Hosea aa, katika Biblia ya Hosea sura ya nne, na mstari ule wa sita anasema fungu hili ni maarufu anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. kwa kuwa uh, umeyakataa maarifa mm -hmm. Mungu anasema atakukataa. Yaani anaonyesha pale kwamba anakataa wale ambao wanakataa maarifa mm -hmm. ehe, sasa hii dara kinachopelekwa kwa watu ni maarifa mm -hmm na ili iweze kufanikiwa kupeleka hayo maarifa, lazima wale wanaopeleka nao wapewe maarifa. mm -hmm. mm -hmm. Unaelewa, ndio maarifa yanaambukizwa. Kwa hiyo ndio maana ya kuwa na chuo hiki ambacho chuo hiki kinafanya kazi zaidi kwa njia ya mobile mm -hmm. kufikia wainjilisti mahali walipo mm -hmm. kufikia washiriki mahali walipo kwa kuelimisha, lakini pia tuna, tuna, tuna kituo pia ambacho kimeanza tayari kinaendelea. mm -hmm. Hmm. Cha chuo kituo mahalia ambacho kina ndicho chuo yani, tunasema hmm. <laughs> Mahali ambapo sasa ndio kituo hmm. E, lakini ume, umezungumzia habari ya kwamba kina, kinafanya huduma hmm. za kuwatembelea mahali hmm. walipo yes. Kwamba yani kunakuwa na masomo ambayo yanagharimiwa kwa kufuata watu huko walipo, e, kabisa yani ni kwamba hmm. Huwezi ukasema tuna chuo ambacho hakina masomo mm. kina, kina silabasi, tunaita. mm. Silabasi tunaita nini Kiswahili? Kama mwongozo, mwongozo, eh, ambao unatuo ambao umepangwa kabisa mm. ni chuo kilichopangwa mm. kina kozi mm -hmm. zinazoeleweka mm -hmm. za zinazo kufundisha hawa nah. wainjilisti mm -hmm. au watendakazi katika idara ya huduma za uchapishaji mm -hmm. ambayo tunapozungumzia hata watendakazi mm -hmm. tuna maana, anyway, nitaeleza kwa mk kwa, kwa muhtasari kwamba tuna makundi mm -hmm. Unajua tunapozungumzia tuna makundi ya ya wainjilisti wa vitabu wanaofanya kazi wana ndani ya idara ya uchapishaji. Mm -hmm. ya uchapishaji, ndani ya idara ya uchapishaji tuna wale watendakazi ambao ni waajiriwa mm -hmm ambao nao ni sehemu ya wainjilisti hao. Wana wanaajiriwa kwa maana wanaajiriwa kabisa ni waajiriwa wa kanisa. Eh, yeah, yani wale wanaohudumu mm -hmm. katika viwanda, mm -hmm. wanaohudumu katika nyumba hizo za uchapishaji sasa. Eh, au ni wengi ni wainjilisti pia. Au nao ni wainjilisti. Mm -hmm. Au katika kundi. Mm -hmm. Lakini pia tuna hao wainjilisti sasa wanao washiriki walei washiriki wanaojisajiliwa kuwa wainjilisti wa vitabu. Mm -hmm. Eh, ambao wanakuja katika kundi hilo lingine uh -huh. ambalo nao wote wanahitaji wapate maarifa uh -huh. namna ya kufanya kazi hii uh -huh. E, lakini pia katika makundi hayo pia tuna timu kubwa ya wainjilisti ambao ni wanafunzi tunaoita uh -huh. wanafunzi ambao wako kwenye vyuo mbalimbali vya taifa au vya kanisa uh -huh. lakini tuna tuna, tuna tuna tuna kundi lingine ni na uh -huh. ambalo ni la wanafunzi ambao kiukweli, na hawa nao tunaita ni wanafunzi kwa sababu Unajua, yoko wote tunasema umehitimu, lakini umehitimu niko mm -hmm. unahitimu shule mm -hmm. una yaani umefikia stage fulani mm -hmm. Sasa wale vijana wanaomaliza level mbalimbali za masomo wao, mm -hmm. ni secondary wao, mm -hmm. ni high school, mm -hmm. au pengine chuo vyo mbalimbali vya kati na vya juu, wanafikia mahali fulani, wako hawajamaliza, hawajahitimu, hawajapata elimu wanayotaka, mm -hmm. shule ya, ya academic education, mm -hmm. lakini wako makanisani na hao nao iko kupitia katika kitengo hiki, tumeanzisha programu mm -hmm. ambayo inawafanya na wao wajiunge katika programu ya usambazaji wa vitabu wanapata wana wana mafunzo pia, kwanza na wao e, wanapewa mafunzo maana mm -hmm. lazima sasa wapate mafunzo, alafu ndio waingie kazini na waingie kazini. Kwa hiyo kitengo hiki kinakuwa cha muhimu sana, mm -hmm. kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa makundi yote hayo mm -hmm. e, ya levo mbalimbali mbali. mm -hmm. ya uelewa tofauti tofauti, unajua mm -hmm. hata katika Yesu alipoita wanafunzi mm -hmm. ukiangalia vizuri ile picha Yesu alivyochagua wanafunzi Ndio walikuwa ni katika makundi mbalimbali. mm -hmm. wapo waliokuwa wamesoma kabisa, wamesoma, wengine hawajasoma eh, uh, wengine walikuwa katika level tu ni wavuvi. mm -hmm. lakini wote alipoweka pamoja, aliwaingiza kwenye chuo mm -hmm. <laughs> unajua <laughs> chuo cha miaka mitatu ndiyo unaweza siku hizi, unajua vyuo vingi wana digiri wanatoka miaka mitatu. mm -hmm. lakini na Yesu kiangalia vizuri, aliwaweka katika miaka mitatu na nusu aliyokaa nao wanafunzi mm -hmm. walihitimu, na wakao waandishi, ndio wakatuandikia Biblia mm -hmm. tume na wengine na walioendeleza kazi ya Mungu. Kwa hiyo chuo hiki ni cha msingi sana mm. katika kuwasaidia makundi yote hayo sasa mm -hmm. ili wafanye kazi hii ya uinjilisti kama ambavyo eh, ime, imeelezwa katika maandiko mm. Pengine nikikurudisha nyuma kidogo uh, Pastor. Ina maana kwamba hicho chuo ambacho ni center sasa kuacha na zile ambazo mnasema ni mobile kuna wakati ambapo hawa wote, makundi haya yote, wale walio wanafunzi au wanaojitolea, watatakiwa wote wapitie pale kwenye chuo, au kutokana na hizo programu zao huko, wana mafunzo yanayopewa huko yanawatosha kufaa kuwa katika kiwango cha uinjilisti ule ambao umefikia, tuseme kuqualify, yani <totim> kupata yani ile mafunzo haswa sasa kwamba hawa wameiva? ya kwa kweli, uh -huh. labda tu niseme asante sana kwa swali zuri. uh -huh. Uh, kazi yetu ukiangalia pia mafunzo mengi yanatolewa. kama nilivyosema, tuko katika makundi mawili uh -huh. kwenye mafunzo uh -huh. kuna yale ambayo tunaita mobile uh -huh. Yaani tunaenda kukutana na watu mahali waliko, uh -huh. kwenye makanisa uh -huh. kule waliko kule au kwenye senta au kwenye kwenye zoni ambazo zimepangwa maalum za kuwabeba washiriki pamoja uh -huh na yani makundi yote kwa pamoja kwa wakati mm, huo kwenye mm, shule inatolewa elimu ya namna ya uuzaji wa vitabu namna, mm, ya usambazaji wa vitabu inatolewa pale, mm. okay. lakini pia kuna kuna kuna, kuna wanachaguliwa baadhi ya mm. wanafunzi mm -hmm. ambao kuja katika msimu maalumu wa kozi, na hii e, tungeita ni kwamba ni ni, wafa, ni, save, na ni ni elimu ni service ah, okay. Yani, ninayotolewa wakati watu wana- wako kazini wako kazini, kwa hiyo mm. wainjilisti wanachaguliwa mm -hmm. eh, kulingana na capacity au uwezo wa kubeba wa darasa na pengine tuite mabweni mahali mm -hmm. wanapofikia mm -hmm. wanakuja mm -hmm. wanapata training. Kwa sasa katika union yetu tunatoa mafunzo hayo kwa um, kwa, kwa mwezi mmoja mm -hmm. yanayokuja kuwaweka chuoni yani, wanalala kule wanafanya kwa mwezi, mwezi mmoja kozi ya mwezi mmoja mm -hmm. zile kozi zinakuwa ni crash program mm -hmm. inawekwa, inaunganisha kozi nyingi nyingi eh, eh, mm -hmm. nyingi nyingi nyingi pale ndani wanakaa kwa mwezi mmoja, na tunafanya kwa mwezi mmoja hii ni ini, kwa sababu tu kwa sababu bado mm -hmm. uwezo wetu wa wa facility mm -hmm. sema zile zile zile, zile, zile facility za kwa pamoja bado sio kubwa. na mnaweza kuwaweka wangapi mfano kwa mkupuo mmoja e, kwa, kwa sasa tunaenda mpaka hamsini e, sitini mm hivi -hmm. ndio mm -hmm. tunaweza tuka capacity mm -hmm. majengo tuliyokuisha tengeneza kule ambayo cho mm -hmm. mm -hmm. chetu kilipo kwa sasa mm -hmm. kwa hiyo kina, kina capacity ya kuweza kuwabeba takribani hamsini sitini kwa hiyo yaani, hiyo kama tuseme, inabidi mchukue kidogo kidogo, kila wanaselektiwa, wanaselektiwa, kuna vigezo wanakuwa wanapewa BGS. vya kufikia ili chagui, maana hiyo ni kama sehemu ya kitu fulani cha kuwa motisha fulani, vigezo mm, mm hii tunaita -hmm. ni elimu endelevu. Vigezo mm -hmm. ni kwamba kwanza amesajiliwa ni mwinjilisti wa vitabu mm -hmm. anaweza kuwa katika makundi yale tuliyoyataja mm -hmm. awe msa, amesajiriwa Uhum. ana amepitishwa rasmi na kanisa yeah. Kama katika level ile tunaita ya full time uhum. Lakini pia na hao wanafunzi ambao nao wanasajiliwa pia na vikao husika, wale ndio wanaweza kuruhusiwa kuja pamoja na wale viongozi wanaochukuliwa kwa ajili ya kusimamia hizi program ambao mara nyingi tunawachukua fresh uhum. lakini ni lazima waingize tena kwenye mafunzo ili wajue nini wanachotakiwa kufanya katika kazi hii. Nakumbuka huwa ni wengi sana, yaani najaribu kuwaza <laughs> kwamba uh, mkiweza kuwa, kuwaweza kuwapa masomo hayo angalau hamsini, lakini vijana tu kama vijana wanaoingia kwenye zile crash program. Wengi wanakuwa zaidi ya mia na hamsini yes. Wainjilisti wenyewe wako kwa makundi na makundi yes. Hmm. Sasa kinachofanyika hmm. mtangazaji kwamba uh, tunagawa, hatuwezi kufanya wote kwa wakati mmoja, kwa sababu nataka tujue kwamba sasa hivi tunao wainjilisti katika unioni yetu mm -hmm. wapatao elfu moja na mia sita elfu moja na mia sita ambao wametawanyika katika konferensi zetu hizi za Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Sasa hatutegemei kwamba tupate chuo kwa haraka <laughs> cha kuwabeba wote, tuwalete pamoja, lakini mpango unafanywa tunakuwa a, na shoti training tunaziita institute. A, zinakuwepo za siku tano a, siku nne katika makundi yao, kama ilivyosema, tunaweza tuka kwamba this time tutaenda conference ya nyanda za juu kusini, tunakaa pale kwa siku tano ngapina wakufanya. no, evangelisti wote yes, wa upande wa upande ule, wa upande ule. Mm -hmm. tunaweza tukafanya hivyo mm. Eh, lakini pia hii ya kuselekti sasa, hii wanaokuja, yanayokuja hii tuliosema namba ya sitini hamsini mm. mm. wanaselektiwa kutoka katika kila conference mm kama wawakilishi mm -hmm. ambao mm hawajapata -hmm. ile training mm -hmm. lakini ambao wako kazini wamesajiliwa mm -hmm. Unajua, mafunzo yetu yako katika level mbalimbali mbali. mm -hmm. tunatoa yale mafunzo ya awali mm -hmm. ya kumfanya mtu aingie kazini naam. Ehe. Kwa hiyo haya yanamwezesha anaendelea kufanya kazi wakati anasubiri ana, ana, ana, ana, tena kuingia chuoni naam. <laughs> Kwa hiyo sio kwamba tu yale ndio akisha ingia ndio akishasajiliwa tu akisha ingia tu akishapitishwa kwamba huyu ni mwinjilisti amejitoa ame, mm. amesajiliwa, fomu zimejazwa na kila kitu, tuna mafunzo ambayo mm. anatolewa na wakufunzi wetu wa ambao mara nyingi ni wakurugenzi wetu mm -hmm. Katika ngazi za yeah. za conference mkurugenzi mm -hmm. mkuu msaidizi wanasaidiana katika kutoa yale mafunzo mm -hmm. Na pia mahali, ma, ma, ma, ma, mahali fulani tunaungana kutoka katika timu yetu ya wakufunzi kutoka union mm -hmm. Tunaungana nao mm -hmm. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tu ya kwamba pamoja na wingi wao mm -hmm. lakini idara yetu imejipanga mm -hmm. na wote wanafikiwa kuhakikisha wote wanafikiwa. <laughs> <laughs> Ni ndio lengo, wanafikiwa <laughs> na wanafanya kazi katika maeneo haya. Naam. Mm -hmm. Mtazamaji, bila shaka umesikia mambo ambayo yanatugusa kabisa. Wainjilisti wa vitabu wengi tunakutana nao, uh, wakija wakitutembelea wakiwa na machapisho hayo uh, mitaani na hivyo na wanapitia mafunzo fulani. Hayo mafunzo hayawachi hivi hivi, ndio maana tunaona kwamba wanapokuja kwetu wanakuja wakiwa katika umahiri fulani. Na hivyo nadhani sasa itakuwa nina fursa ya pekee ya kuona kwamba hivi kumbe, sisi kama watazamaji, lakini wa jamii ambayo tunafikiwa bila kujalisha kwamba wee ni mwadventista au sio mwadventista, tunatakiwa tuwaunge mkono kwa kazi kubwa wanaoifanya.

Chungaji, tukiendelea kusonga mbele sasa katika sehemu hiyo hiyo ya wainjilisti. Kwa kweli niseme tu ya kwamba kama nilivyosema, mm, yale makundi haya ya wainjilisti haya ni maalum mm -hmm. Ambayo tunasema, tungesema frontline ambao, yeah, sasa wako kule, lakini kumbuka kazi ya uinjilisti haikukabidhiwa tu kwa kundi moja au maalum mm, kama tulivyoanza kule mwanzo kuona kama ilivyo idara idara, hakuna idara inayofanya kazi ya peke yake. Peke yake. Yaani idara zote za kanisa zina lengo moja tu la uinjilisti kutoka ngazi mm. zote za kanisa. Mm -hmm. Kwa hiyo tunashirikiana. Mm -hmm. Tunakuwa na ushirikiano na zimetengwa hata siku maalum maalum katika mwaka kalenda, tunayo kalenda ya matukio mm -hmm. ambayo yanatupanga kwamba okay, katika kalenda fulani kwa siku fulani mm -hmm. itakuwa ni kwa ajili ya idara husika. Kwa mfano, naweza nikatoa mfano mm -hmm. katika kalenda tuliyopewa na kanisa la Ulimwengu. Mm -hmm. Mwezi kama huu wa nne au mwezi wa nne mm -hmm. unakuta ni kwamba ni mwezi ambao umetengwa, umetengwa wiki moja maalumu mm -hmm. kabisa kwa ajili ya wakisha, idara zote ndani ya kanisa watenda, watendakazi ndani ya kanisa wote tunashirikiana kwa pamoja mm -hmm. kupata nguvu moja kusambaza machapisho, unanielewa? Ndiyo, kwa hiyo Uh, tunaweza tukasema kundi kubwa sana pia la wainjilisti ambao pia wanatakiwa wafikiwe wapewe training wa watiwe moyo kuhakisha kwamba wanajiunga na kufanya kazi katika katika idara hii uh -huh. Ni kundi na washiriki wote. Kundi la wa washiriki wote. Kuna kitu kinaitwa total member involvement. Ndiyo. Ambayo kila kila idara uh -huh. Kuna mahali tunaungana kwa pamoja. Uh -huh. Tunasema kwamba sasa tusukume wote kwa pamoja. Kwa hiyo uh -huh. hata katika idara ya uchapishaji uh -huh. imetengewa kalenda kadhaa ambayo kwa mm -hmm. inahakikisha kwamba kila mtenda kazi, kila mshiriki mm -hmm. kiwemo na wewe mtangazaji <laughs> unajihusisha ili uweze kuingia kazini, kazini. Kazini lazima uwe na mm -hmm. ABC lazima mm -hmm. ujue namna utakavyochukua kitabu mm -hmm. na kukipeleka. Naam. Kwa hiyo hili hiki hiki chuo bado mm -hmm. ndio kina nafasi ya kukuweka katika mafunzo mm -hmm. ya kukusaidia namna ya kupeleka kitabu sababu unaweza ukakipeleka kwa njia ya kuuza mm -hmm. au kwa njia ya kugawa mm -hmm. tuna yale majuma ambayo yanaitwa kwa mfano Big Week mm -hmm. kama wewe ukisikia kinaitwa Big Week mm -hmm. na huwa tunakuwa nayo mara nyingi, mara mbili mwezi wa tatu na mwezi wa kumi mm hivi -hmm. eh, sasa mm -hmm. ile inawapa fursa watendakazi wote ndani ya kanisa, wachungaji kuingia kazini eh, wachungaji ambao <laughs> hata wengine labda hawajawahi kuingia kazini kupeleka mm. kitabu mm. na wao wanapewa mafunzo namna ya kuchukua kitabu na kupeleka kitabu mm. kuuza kitabu. Maana yake kwamba kunakuwa na, ma, na na masomo fulani yanaletwa sasa makanisani, yes. Uh, maeneo mbalimbali ma kwa ajili ya kuendelea kutoa mbinu mbalimbali za mbalimbali ndio, mm. yapo mm. na kwa namna hii sasa unakuta wale wanaotumia hizi fursa mm. basi na wao wanaingia kazini wanashiriki mm. katika programu hii ya mm. uinjilisti wa vitabu mm -hmm. na hiyo inawahusu wote, yaani haijabagua. Unajua utafurahi kusikia mm. kwamba hata kiongozi wetu wa kanisa mm -hmm. eh, kabisa kiongozi wetu wa kanisa la ulimwengu aliyepo mm -hmm. kwa sasa Teddy Wilson <laughs> so, na ni mwinjilisi wa vitabu Amina. kipindi kikifika naye anachukua vitabu, anaenda kugawa. Sasa ni habari njema <laughs> <laughs> na kweli tumeshashuhudia picha zake kadhaa mtandaoni akiwa anafanya huduma hiyo, ndio yaani, ni kuonyesha kwamba hii kazi mm -hmm. ya uinjilisi wa vitabu ni kwa kanisa lote. Mm -hmm. Na kwa namna hiyo lazima mafunzo pia yaende kwa kwa watu wote, kwa maana tunatoka hapa na kupeleka semina hizo makanisani, mm -hmm. kupitia viongozi walioweko, na ukiangalia vizuri ukija mm -hmm. kuangalia muundo wa mm -hmm. kazi katika kanisa la no, hakuna idara sijini semina na mawasiliano mm -hmm. no, sina hakika vizuri <laughs> lakini idara ya uchapishaji na watendakazi wengi zaidi. Okay. Ina jeshi la wenyezi wa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. vitabu alafu ina viongozi wale wasaidizi hii na wale wanaoitwa mamaneja wanaosimamia senta za hizo za vitabu hizo vitabu eh. Sasa wote hawa wanasaidia kutoa mafunzo mm -hmm. <laughs> yani kila mahali anapokuwa mtu anatoa mafunzo mm -hmm. maana hawezi kuwekwa pale kama ye mwenyewe hajafunza kuelewa, lazima awe ameiva vizuri, pengine sasa uh, Pastor, tuna, un, un, un, yapo mafanikio ambayo mmeyaona uh, tangu mmeanza kutumia chuo hiki cha uinjilisti kwa kuwaweka pamoja wale ambao tuseme ndio wale wa, tunasema wako mstari wa mbele. E, asante sana uh -huh. Kwa kweli huenda tutaelezea tutaelezea mafanikio zaidi baadaye uh -huh. Lakini naweza nikasema kwamba tangu tuanze kuwa na chuo uh -huh. na tumekuwa na na nna kiongozi kabisa aliyeweko kwa ajili ya kuratibu hizi seminari, mm -hmm. katika yunioni yetu mm -hmm. tunaku, tumeona mafanikio makubwa sana mm -hmm. sababu, kwa mfano katika hili kundi tumeingiza wengi kwa kiwango fulani hawa wana tunaita regular yaani, hawa, wa, wainjilisti mm. Hawa, wa, wa mm. wa, wa, wa, wa kudumu yani ambao wamejisajili kwa kazi hiyo tu moja kwa moja. Lakini mm. pia tuna hili kundi la wanafunzi katika ngazi I mean, katika makundi mawili najua mm. wanafunzi mm -hmm. tunao tuna, tuna train wako katika makundi mawili kuna wale wanatoka vioni mm. wanaokuja kwa miezi ile mitatu ya mm, alafu tuna wale sasa wanatoka kwenye kanisa au tumewapa kwa jina linaloitwa Think Big Project. Mm. Hao wote tumefanikiwa sasa katika union yetu kwa sababu ya training hizo sasa mm -hmm. tukupitia katika mpango huu mm. tunao wengi. Mm. Na wada tukakupata takwimu hapo mbele lakini, mm -hmm. tangu tuanze eh, kutrain kwa mfano kwa miaka hii mitatu tunao wanafunzi zaidi ya uh, waliotoka kwenye hiyo kwenye hiyo program ya Think Big zaidi ya 300. Mm. Ambao tayari wameisha wameisha pitia na wamepata mafunzo, wamepata training, wengine walipo wanapo, maana lengo la kupata haya mafunzo mm. na kufanya kazi ile kwa muda ni kwamba waendeleze masomo yao, waende mm. vioni huko waliko achia, na wakienda huko vioni, lakini bado wengine wanaendelea kuwa wainjilisti huko yes, moja na wengine nao walipomaliza muda wao ulipofika, mm -hmm. ule wa miezi mitatu au minne walio trainiwa mm. wanarudi tena kuingia katika kundi la regular Hmm, kundi limeongezeka hmm, hmm, na sasa hivi ukiangalia kwenye jeshi letu tunakuta kuna vijana wengi, wengi ambao, ambao ndio wenye nguvu. <laughs> mafanikio tunayoyaona. Nakushukuru sana, asante sana Pastor, kwa kweli tumeona ambavyo uh, chuo hiki kimekuwa sehemu ya mafanikio. Kwa kweli hata tukiangalia uh, naamini hapo katika kipindi kinachofuata tutaweza kuona hasa mafanikio kwa ujumla kwamba tangu mlipoanza na sasa mnaweza mkasema mmefika wapi? hmm. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa maelezo hayo ambayo yametusaidia kufahamu, uh, wigo wa chuo hiki uh, cha wainjilisti, na tuwaone kabisa wainjilisti wanaokuja kwetu na machapisho ni watu ambao wamepitia mafunzo yes. Eh, wako vizuri. Kwa hiyo tuone ni watu wa maana kabisa, na tuwatie moyo wanapokuja kwetu na machapisho yale, kwa kununua hata kwa kuwaombea pia yes. Pasta, mimi ni kushukuru sana na tunafika mwisho hapa kwa kipindi chetu kwa leo. Asante sana, na hivyo inatuandaa kwa juma lingine mm. ambalo tutaendelea kupata mambo mengine mazuri kutoka kwako. Amen na tunapomaliza ni kualike utufungie kwa ombi. Basi tuombe. Baba mwema, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mkuu, tunakushukuru sana. Asante kutupa hii fursa tena ya kujifunza siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Kivulini mm -hmm. Na tunashukuru kwa mtazamaji na msikilizaji ambayo tumeshirikiana, lakini pia na na mtangazaji na, na wetu na timu nzima inayosimamia kipindi hiki mm -hmm. Tunazidi kuomba ya kwamba tufanikishe tena kwa Juma lijalo, kwa, jumali, kwa neema yako kutane tena kwa ajili ya kuendelea kujifunza, na ubariki yale yote yanayoendelea kupitia kazi yako kupitia kupitia katika uh, media hii mm -hmm. Tunaomba hivi kupitia jina lako Yesu, amen. Amen Pastor, bwana kubariki sana nikutakie majukumu mema. Amina. Nashukuru sana. Mtazamaji, tunafika mwisho hivi na nikushukuru sana kwa kusafiri pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, na tumekuwa naye mchungaji uh, John Robi Nyaibago, mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji Union Mission ya kusini mwa Tanzania mm. Na mimi ninayekuletea kipindi hiki ninaitwa Spora Mstelli Molontalima, nikiendelea kuishukuru timu nzima ya Hope Media STU kwa kuhakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri kabisa. Ni kutakia utazamaji mwema, vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Na panapo majali, watukutane tena juma lijalo, siku na muda kama waleo.